Tumekuwa na lugha za kuwashinikiza watoto kutaka kubeba tuliyonayo sisi vifuani. Kwa sababu mke wangu ni tatizo nyumbani, ninalazimisha na watoto wangu waelewe kwamba wanawake ni nini ni, ni wabaya. Katika mwendelezo wa kujenga ustawi wa jamii yetu, lengo letu kuu ni kuwapa watoto wetu mazingira salama ya kukua, kujifunza na kufikia ndoto zao. Ili kufanikisha hili, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kushirikiana na shirika la Baba Watoto chini ya mradi wa ahadi unaofadhiliwa na serikali ya Kanada, ukiwa unasimamiwa na shirika la World Vision Tanzania, iliandaa mafunzo maalum kwa shule za msingi na sekondari za halmashauri ya jiji na Ubungo. Mada ikiwa ni malezi, unasihi na ulinzi wa mtoto anapokuwa shuleni. Tumewaleta hapa walimu hawa wawili wawili kutoka katika shule hizi 34 kupitia kwa wenzetu Baba Watoto ambao sasa wamepata ufadhili kupitia World Vision katika mradi ule wa ahadi, na sisi tunasema tunawapa mafunzo na mafunzo haya ni mafunzo ya mwongozo wa kitaifa, mwongozo ambao ni wa elfu mbili na ishirini, mwongozo wa mafunzo ya malezi, unasihi na ulinzi wa mtoto shuleni. Katika shule zetu kumekuwa na vitendo vingi sana ambavyo sisi tunavihusisha na ukatili, kwamba mtoto anapokuwa na changamoto, badala ya kutafuta chanzo cha ile changamoto anapewa adhabu, na mwisho wa siku ile adhabu sasa inamzuia mtoto kusema ukweli kwa nini ametenda au kwa nini ameshiriki au kwa nini anajihusisha na hicho ambacho walimu wamekiona. Lakini kupitia mafunzo haya tunalenga walimu sasa watoke huko, wajaribu kuona kwamba mtoto huyu ni kweli anasinzia darasani, na kusinzia darasani wakati mwalimu anafundisha ni kosa, lakini sasa katika kosa hili la kusinzia, angalau basi walimu watafute chanzo kwa nini mtoto huyu anasinzia darasani, ndio tunaweza tukaenda tukampa adhabu, lakini sasa adhabu ile haitazuia usingizi kama iko sababu ambayo inamfanya huyu mtoto asinzie. Walimu hao waliopewa mbinu bora za ulinzi wa mtoto, unasihi na malezi bora, lengo likiwa ni kuwalea watoto wetu katika msingi imara wanapokuwa shuleni, nyumbani au kwenye jamii, ili ustawi wao uwe msingi wa mstakabali wetu sote. Ah, malengo makuu ya, ya mafunzo haya ni kunipa mimi kama mwalimu jicho la tatu, niweze kuona zaidi mwanafunzi anapokuwa na changamoto, niweze kudadisi zaidi kujua chimbuko na chanzo cha matatizo na kuweza kuwasaidia, kwa sababu wanafunzi wanakumbana na changamoto tofauti tofauti kuanzia wanapotokea mpaka wanapotufikia shuleni. Wao binafsi wanakumbana na changamoto nyingi. Sasa mafunzo haya yanampa au yamenipa mimi mwenyewe uwezo wa kuwa mdadisi na kuwa na jicho la ziada tofauti na kuwa mwalimu tu niwe na jicho la ziada ili niweze kuyata, kuyatambua matatizo yao na kuyachimbua na kuweza kuwa, kuwasaidia kwa kuwashauri uh, tunasema ni counseling, na kuwanasihi pia namna zilizo bora za kupambana au kutokamo katika yale machangamoto wanaokuwa nayo. Kila mwalimu aliyeshiriki sasa ni balozi na kinara wa matumaini kwa wanafunzi wake na mlinzi thabiti wa ndoto za watoto wetu. Baada ya mafunzo haya mimi pamoja na walimu wenzangu ambao nitakutana nao kule kazini kwangu, nitawaeleza mbinu ambazo tunapaswa kuzitumia. Kwa kiwango kikubwa ni kuzungumza na watoto, sio tu kuwa hukumu au sio kumweka pembeni kwamba huyu wafai. Watoto wana, wana changamoto nyingi ambazo wanazipitia, kwa hiyo katika kuzungumza nao unaweza ukapata mambo mbalimbali mbali ambayo anapitia, anayapitia mtoto ambayo kwa namna moja au nyingine anaweza ya yakadumaza hata kujifunza kwake, lakini kama mwalimu nikipata nafasi ya kuzungumza na mtoto nitajua ni changamoto gani ambazo zinamkabili na namna ya kuziondoa changamoto hizo, na kama ikitokea nimeshindwa mimi kuziondoa, basi kuna network ambayo kwenye mafunzo tumefundishwa, ikiwa ni pamoja na kutumia watu wa ustawi wa jamii. Pamoja na kutumia watu wa dawati la jinsia lakini pamoja na kutumia vyombo mbalimbali mbali ambavyo vinatetea na kulinda haki za mtoto. Safari hii ya kuwawezesha walimu imekuwa ni ndoto ya kujenga jamii yenye ustawi. DSM Ustawi Digital. Jamii yenye ustawi, furaha yetu.